Uhali gani, popote ambapo unaifuatilia NYTV, mimi ni Messi Mario. Asante sana kwa kuendelea kuwa mfuatiliaji mzuri sana wa kituo chako bora kabisa cha matangazo, tukiwa tunakuletea matangazo mbalimbali, taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa hakika zikiubariki moyo wako. Leo ni usiku wa kipekee na wabaraka sana ambao tuko hapa katika uh, hoteli nzuri kabisa ya Triple C Green View Hoteli na leo ni usiku wa kipekee na wabaraka ambao ni usiku wa wanandoa. Usiku huu ni usiku ambao umeandaliwa na wanawake WWK, jeshi kubwa ambayo hakika wanawake huwa wanakuaga na mambo makubwa kama ambavyo wanaitwa jeshi kubwa, na usiku wa leo wametuandalia mambo makubwa sana katika ukumbi huu wa Triple C mahali hapa wamekusanyika wanandoa mbalimbali mbali hapa na leo ni usiku ambao wanakwenda kuhitimisha kongamano, kama ambavyo tumekuwa tukikuletea makongamano mbalimbali ambayo yamekuwa kiendelea hapa nchini ya section. Katika section mbalimbali mbali. Leo ni section. Leo tuko na section ya Mbezi njia nne na wao wameamua kuja kuhitimishia hapa kwa kukusanya kwa kukutanisha wanandoa kuweza kukaa hapa kula, lakini pia kuweza kujifunza kwa pamoja na kuweza kubadilishana mawazo. Wanapotoka leo ni mtoko wa kipekee, mume na mke wametoka hapa, watakula pamoja, lakini pia watashiriki katika mada au mafundisho ambayo wame tuandalia au wamekuandalia wewe mtazamaji, ambaye pia hauta hautakuwepo hapa ukumbini, lakini utapata wasaa wa kuweza kufuatilia hivi vitu vizuri. Hakika ni mambo mazuri ya kuigwa na pia na ya baraka sana ambayo yameandaliwa na section hii ya Mbezi njia nne, na tutapata wasaa pia wa kuzungumza na mkurugenzi wa section hii ya Mbezi njia nne, atuambie kwa nini tuko hapa, lakini pia ni yapi ambayo wametuandalia na maono yao, na kipi ambacho pia wamekuwa wakikipata katika makongamano haya ambayo wamekuwa wakiyafanya. Ninaamini sio ya kwanza hii, lakini pia ambia kama hii pengine ya kutoka nje ya kanisa ni ya kwanza, lakini pia atatujulisha. Basi nikukaribishe sana, karibu ufuatilie tukio hili hili. Tukio litakuwa mubashara kabisa kupitia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Nikukumbushe tu kufuatilia tukio hili, na usiku huo, wanandoa, utabarikiwa sana na yale mengi mazuri ambayo yatakuwa yanaonyeshwa kupitia chombo hiki cha NYTV. Yes, kama ambavyo nimekuambia, leo ni usiku wa wanandoa na usiku huu umeandaliwa na idara ya WWK ngazi ya section na hii ni section ya Mbezi njia nne. Kuna nini hapa leo katika ukumbi huu ambao umependeza kweli kweli, na kwa nini wameamua kuwepo hapa pia kama section? Ni kongamano ambalo limehusisha wanandoa wote ambao watakuwepo hapa usiku wa leo. Niko na mkurugenzi wa section hii ya Mbezi njia nne, atatuambia mengi kuhusiana na hiki ambacho watakifanya hapa usiku huu wa leo. Karibu sana mama. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana, kila kwa kupendeza. Asante, tunamshukuru Mungu. Amen. Amen. Tuanze kwa kutambua kabisa majina yako, anaitwa nani? Naitwa Mrs. Asia Kionde, ni mkurugenzi wa idara ya wanawake WWK section ya Mbezi njia nne ambayo inapatikana jimbo la Kinondoni huku Dar es Salaam ndiyo, yeah. Karibu sana utuambie kile ambacho kinafanyika hapa, na utuambie ni kwa nini hapa na sio kanisani? Asante sana, leo tunalo tukio la usiku wa wanandoa, kwa maana ya kwamba ni mafundisho ya wanandoa peke yao. mm. na usiku huu ni mwendelezo wa kongamano letu la WWK la section ambalo kama ilivyo kwa kazi wetu Uh, mwezi wa tisa ulikuwa ni mwezi wa makongamano kwenye jimbo letu la Kinondoni na sisi kama section tulikuwa na kongamano hilo ambalo limeanza tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa na leo ni hitimisho mm. Na kwa nini tuko hapa na sio kanisani? Tumeanza kongamano ile tarehe ishirini na tisa, siku tatu tulikuwa ndani kwa maana kanisani, na leo ni usiku maalum kwa wanandoa peke yao. Kwa nini tuko hapa na sio kanisani? Mm. Uh, tumefanya na, wakati huu ni mwaka wa tatu mfululizo ambao tunafanya kwa usiku yes. Na kwa nini tumefanya hivyo? Wakati tumeanza kufanya makongamano haya tuliona tukifanya asubuhi kanisani kawaida kama tunavyofanya sisi mm, mwitikio wa wanaume unakuwa mdogo sana, na kwa sababu ya majukumu yao mm. kwahiyo tukasema tuutenge usiku ambao tunajua wanakuwa wameshatoka kwenye majukumu yao lakini pia mwanamke anapata kampani na mwanaume anapata kama, tukatengeneza tukadesign mm -hmm. kwa msaada wa Roho Mtakatifu kabisa. Na hiki mnachokiona ni maono ya Roho Mtakatifu. Wow. Wakati tunamuomba Mungu namna gani ya kufanya, mm -hmm. tukapata namna hii ya kwamba tufanye kwa namna hii. Mm -hmm. La na jambo kubwa ambalo tunamshukuru Mungu, tulipoanza tulianza na mwitikio mkubwa. Mwaka wa pili tukawa na mwitikio mkubwa. Mwaka wa kwanza tulikuwa na washiriki wa kama mia nne, mia tano 15 kasoro. Mwaka uliofuata tulikuwa na 500, 600 kasoro. Sasa na mrejesho wa washiriki wakatamani wakasema, kwa sababu pale kanisani tunajibana pia, hapatoshi kupanga setup ya namna hii mm, kwa hiyo watu wanajibana lakini pia uh, watu ule usikivu unakuwa hamna, kwa sababu hakuna utulivu mm, tuko ndani ya katikati ya ya, ya ya mtaa mm, kwa hiyo wakatuambia, mkiweza, wanawake, kama mnaandaa kitu mnachokiandaa ni kizuri tuandalieni ukumbini na sisi mwaka huu tukamwambia Mungu tunaondoka na haya mm. Maana tunaona ni uboreshaji wa kile ambacho Roho Mtakatifu alitupa tangu mwanzo mm. Kwa hiyo tukajipanga, tukasema mwaka huu lazima tufanye ukumbini, na tunamtukuza Mungu Mungu sana. Sisi hapa tunaona utukufu wa Mungu. tunaona kile Mungu, Mungu alichokichora mioyoni mwetu kama ramani. Yaani nini kifanyike elfu mbili na ishirini na tano kwenye kongamano letu la usiku wa wanandoa mm. Tunauona leo, so tunaona utukufu wa Mungu Amen. na tunatarajia mambo makubwa Amen. Tunaamini Mungu anakwenda kusema na mwanandoa mmoja mmoja, lakini kama kapo pamoja mm, lakini ndani ya section kwa sababu tupo kwenye wa mm, miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho mm, na makongamano haya yetu tunaita uamsho wa wanandoa mm, kwamba tunatembea katika yale maono ya baba yetu Askofu Dr. Abdobana Bas kutoka mbali, kwamba hii ni miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho mm. Kwao tunataka kumuona Bwana na nguvu zake Amen. Tunatamani kwenye familia kukai vizuri. Hayo ndio maono yetu na maombi yetu na tunamwamini Mungu na kwa kweli, kwa sababu neno la Mungu ni mbegu halidondoki chini. Tangu mwaka wa kwanza wapili watatu na kila tunapokutanika tunakuwa wengi. Tunamwamini hata Mungu leo usiku wa leo mm. tutakuwa na watu wengi mm. tuna registration ya watu wengi mm. ambayo, its almost 500 tano <coughs> wow. Kwao tunatarajia na kwa sababu hapa palipo ndugu mtangazaji, hatuja hatujahatuna kiingilio tumefanya sadaka zetu wanawake, mm -hmm. Lakini pia na kuwashirikisha wadau kwamba jamani, tuna maono haya mm -hmm. Tunatamani ni sadaka tu ndizo zinafanya pasio kiingilio mm -hmm. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu sana sana sana it's mm -hmm. a free tunaweza sema it's a free of charge, lakini imelipiwa na watu wamejitoa mm -hmm. Wanawake sisi ndio wanakamati tuloanda kwa Mbezi njia nne, na kama ningekutembeza kwenye makanisa yetu mm -hmm. ni ya kawaida sana ila kwa kweli mm -hmm. wanawake hawa wamejitoa wamejidhabihu kumtukuza Bwana. Amen. Amen. Kuna mwanamke ambaye anatazama au pengine mkurugenzi ambaye anatamani na yeye awe siku moja na yeye afanye maono haya ambayo mnayo section hii ya Mbezi njia nne, pengine una kitu gani cha kumwambia ambacho kitamfanya na yeye ajione kwamba ninaweza kufanya hii, ninaweza kuthubutu kufanya hiki kitu? Amen. Asante sana, kitu ambacho anaweza kumwambia mtumishi yoyote mwanamke, kwanza kuwa na maono, yani nini unataka? mm. Yanaweza kawa madogo sana akaja kwako kama ka, kama kamwanga kadogo tu lakini ukiyatamia yale maono kwa maombi. mm. Unapata picha halisi na unapata ramani nzuri ya kutembea na Mungu nini anataka kufanya. Mm. Kama nilivyokuambia tulianza tu na usiku wa wanandoa kanisani lakini kwa kadri tunavyoendelea tunaona sasa Mungu anaanza kutupa nafasi na fursa kubwa. Mm. Kwamba tunaweza kuhost event kama hii. Mm. Ni kubwa. Lakini kitu nachoweza kumtia moyo kiongozi yoyote ni kuomba na kuomba umoja mm. na kuomba ushirika kwa wanawake, lakini kumwambia Bwana, wewe ni mwenye fedha, wewe ndo Mungu wetu na sisi ni watoto wako na kazi hii ni yako. mm. Tufungulie milango, okay. hicho ndicho ambacho tumekuwa tukitembea wanawake wa Mbezi njia nne mm. tumekuwa tukimwambia Mungu hilo, na kama ningekwambia tumekuwa na maombi ya mara kwa mara hicho ndo ninachoweza kusema. Tumekuwa na makambi ya mara kwa mara ambayo amekuwa ni maombi yetu kama wanawake tupate uamsho ndani ya section mm, lakini pia kama sehemu ya maandalizi ya makongamano yetu tunapokuwa kwenye yale makambi mm, ombi moja wapo lazima liwe kongamano regardless kwamba tutakuwa tumeanza lini, mm, lakini tumeshachola lamani sisi, inapofika Januari tunakuwa na mipango kazi kutoka jimbo, lakini na sisi section tunataka tufanye nini kwa yale maono? Tunaanza kuyaombea kwao, tumetembea nayo, sasa leo ni Oktoba tukiona hivi tunaona hakika Bwana ametusikia, ametujibu. Amen. Amen. Kwa hiyo mtakuwa na mafundisho gani? Pengine mtakuwa pia na mgeni pengine ambaye mmemwalika mgeni rasmi ambaye atakuwa anafundisha mafundisho? Asante. Uh, tunamshukuru Mungu kwamba mwaka huu tulikuwa huwa tunatembea na na mada husika theme hmm. Yani, tunataka tujifunze kama wanandoa mwaka huu. Maono yetu ndani tulikuwa tunasikia kuso, kuzungumza na wanandoa kwa habari ya afya ya akili okay. Nafikiri, mtangazaji, unatambua kwamba tumekuwa na wimbi kubwa la matatizo ya afya ya akili mm. Kutokana na mabadiliko yanayoendelea huko duniani mm. Ambayo kanisa kanisa linaathirika pia pia na sisi kama kanisa, wanandoa pia tunaathirika mm. So, akili zetu afya zetu za akili zina mchango mkubwa pia sana katika u utumishi kuanzia mm. Kwenye ngazi ya familia kwa hiyo mwaka huu tuna mada ya afya ya akili kwa wanandoa mm. na tunaye mwezeshaji mzuri ambaye ni mwanasaikolojia atakuwepo mahali hapa akilifundisha hilo somo mm. kwa hiyo tunajua tutakuwa na wakati mzuri wa kujifunza nini kwa habari ya afya ya akili, ina mchango gani na uh, ina mchango gani iwe positive au negative kwenye wanandoa na familia kwa ujumla. Ndiyo. Kwa kumalizia, pengine maono yenu ni nini kwa siku zijazo? Ah, tuna maono makubwa mm. kabisa. Ndio maana nimesema tulianza na karamani kadogo kama kamwanga tu kalikotokea mm, lakini maono yetu ambayo kweli Bwana anatusemesha tunataka kuwa na retreat ya couples yaani mm. ah, sijui nisemeje kwa Kiswahili eh, tunautengeneza like kama hivi Tunachopanga labda tumeshaandaa hoteli yetu tukitoka hapa kwenye karakana. Kila kapo kwenye basi. Tunakwenda hoteli, tunakwenda kupumzika. <laughs> Tunaamua kurudi labda saa nane Jumamosi yeah. Ili tuwape nafasi na wachungaji wetu mm. na sisi watumishi pamoja nao mm. tukajiandaa kwa ajili ya ibada ya Jumapili wow. So tunafikiri itakuwa kama sehemu ya refreshment mm. lakini Mm. Unajua ni kwambie, tuamini tu kweli kwamba hivi vitu Mungu ameviumba vizuri mm. ni vya kwetu hata sisi walokole. Eh, si kwamba vya watu, tunajua watu ni kawaida huko duniani. Jioni kama hii mtu anatoka na familia yake, ataenda kuspenda, atapumzika. Ni maisha mazuri, sio mabaya mm. na sio dhambi madamu wewe unachojua unakifanya ni nini? So hayo ndio maono yetu. Kwa hiyo tunatamani siku moja Bwana akitupa hiyo neema. Hakika tufikie Nataka niseme Neno moja kwa mwanamke wa section ambaye nakutazama sasa hivi ambaye pengine hajaona umuhimu wa kushiriki kwenye hiki kitu kizuri ambacho mmekiandaa hapa. Kwanza niseme sio tu hiki, makongamano haya moto wa uamsho ambayo tunayaombea mm. yana nguvu sana. I wish kama mtangazaji tungekuwa tulipata neema ya kualika kwenye kongamano letu mm, tulitembelewa na Bwana sana, siku tatu zetu, hata tunamaliza mm, tulisema tumalize kwa kuwa imetulazimu tumalize, lakini tulikuwa na uwepo na mtembe wa nguvu za Mungu kwa namna ya ajabu sana. Hata hiki tunaamini nguvu za Mungu zitatembea, uponyaji utatokea rohoni na mwilini, lakini watu wataenjoy. Kwa hiyo ni mtazamishe mwanamke yote ambaye anaona labda hakuna umuhimu, atazamia umuhimu mkubwa, kwa sababu kwa mfano na ushuhuda, mwanamke mmoja wakati mimi nimekaa niko na ratibu mambo yangu, nimetoka kwa nyuma, anamwambia mwenzake mimi nilikuwa sijui ya makongamano kama siku hizi yana mwamko hivi mm. yaani mimi nilikuwa sijui kama unaweza ukatembelewa. Tulikuwa na mada mchanganyiko kwa mm. Alikuguswa na mojawapo ya mada so akaona kumbe watu wametazamia, kwamba tunapokuwa kwenye mafundisho tunajifunzaga tu neno la Mungu, ibada tu mm. lakini sasa hivi kuna vitu vingi tunavyojifunza maana Biblia ndio chimbuko ya mambo yote. Jambo lolote tutakalo kujifunza ukitaka ulitazamisha kwa mlengo wa Biblia utakuta mambo makubwa sana. Hmm. So watu wakawa wameenjoy wamefurahia na hata hapa tunapokwenda kujifunza kwa habari ya afya ya akili tunamzungumza Mungu kwa sababu Mungu uumbaji wake. Mungu alituumba tukiwa na pure brain isiyo chakachuliwa na mambo yoyote, lakini duniani huko Bwana alikotuacha tuishi ndiko kuna mambo mengi kwao, lazima tuendelee kujitengeneza na kujitakasa kama kanisa tukienda kupambana na mabadiliko yanayoendelea ulimwenguni ili kwamba pia tumpendeze Mungu tuishi katika kusudi na mapenzi ya Mungu kabisa amen Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yes, tuko na kapos ya kwanza kabisa hapa, mchungaji Huntington Kabuta yuko na mrembo wake, hakika wamependeza kweli kweli. Tunatamani kusikia kutoka kwao kile ambacho wamekikusudia haswa kukipata kwenye usiku huu wa leo, lakini pia tunatamani kufahamu, pengine ni mara yao ya kwanza kushiriki katika kitu kama hiki au pengine waliwahi kushiriki lakini pia na kama waliwahi kushiriki, kuna kitu gani cha tofauti ambacho wamekuwa wakikipata katika vitu kama hivi au usiku kama huu wa wanandoa, wanapokuwa wanatoka wanapata vitu vya kimwili pamoja, lakini pia vitu vya kiroho mafundisho au madini ambayo wanayapata kupitia usiku wa wanandoa kama huu. Baba mchungaji, Bwana asifiwe. Amina, habari za wakati huu? Chema kabisa. Habari za huduma? Huduma ni njema. Mungu ni mwaminifu, anatutetea, anatutunza na kutuvusha Amen. Asante sana. Hongereni kwa kuwepo, asante. Tunamshukuru Mungu na tunamshukuru kwa neema aliyotupa, hmm, ya kufika katika tukio hili adimu sana, yeah, tukio ambalo linaleta tabasamu jipya kwenye maisha yetu tena. Mchungaji, bwana asifiwe. Asante. Jamani kama kawaida yako nasi tunatamani <laughs> tuna kusikia kutoka kwenu usiku wa leo. Kwenu mmejiandaa kupokea nini? Ah, tuna mambo mengi ambayo tunatamani na tumejiandaa kuyapokea katika usiku kama wa leo hmm. Ni muhimu ieleweke kwamba tukio la leo ni mtoko maalum wa wanandoa, ah, chini ya udhamini mzuri kabisa wa idara ya wanawake section ya Mbezi njia nne chini ya Mchungaji Deus Sabuni na mkurugenzi uh, Mrs Kiwonde mm -hmm. Wametuandalia mtoko huu mzuri, tunawashukuru sana kwa kutualika, lakini tumejiandaa mioyoni mwetu kuhuisha upya mitazamo yetu juu ya ndoa, lakini pia kupata hamasa mpya ya kusonga mbele Amen. Mesi ndoa zina mambo mengi na hapa mjini tunakimbizana sana mm -hmm za injili, lakini majukumu kazini na serikalini, kwa unapopata wasaa wa kutoka kidogo na mke wako, mme wako, kama hivi mm. Unatamani na unatarajia kuhuishwa kwa upya mm. Kwao tunaamini mtoko huu wetu wa leo uh, utaleta hamasa mpya tena nguvu mpya tena oh, okay. na kasi mpya tena katika maisha yetu ya ndoa. asante sana. Nisikie kwa mama mchungaji. Amina, asante sana, kama unavyoona hapa, dada, tayari wanandoa baadhi wameshafika mm. na wapo tayari kabisa kupokea, na sisi tunaamini kwamba viongozi wetu wametuandalia package nzuri mm. amesema mchungaji kwamba ndoa ina mambo mengi yeah. ah, ni kweli kwenye ndoa kuna vitu vingi ambavyo kama wanandoa tunavipitia. Mm. Kwa hiyo ni vema na ni vizuri wakati mwingine tunapata mafundisho kama haya ambayo yanatusaidia mm. yanaturekebisha pale ambako tunakosea kwa sababu mm. wakati mwingine mtu anaweza akawa anafanya vitu akifikiri yuko sahihi kumbe anakosea. Mm. Anamkwaza mwenzake. Kwa hiyo ni muhimu tukapata mafundisho kama hivi kabisa ili kuhakikisha kwamba ndoa zetu zinaendelea <coughs> kushamiri, zinaendelea mm. kukaa vizuri mm. kwa utukufu wa Bwana. Amen. Yeah. Mchungaji, wewe ni mtu ambaye mara nyingi kwa wachungaji mmezoea kutoa zaidi. Sasa mm. leo umekaa hapa, leo umekamatika, leo unalishwa <laughs> hii imekaaje kwako kwa leo? Ni <laughs> kweli kabisa uh. Wachungaji mara nyingi tumekuwa ni watu wa kuhubiri na mm. kufundisha na, lakini nataka tu niseme kwamba kuna raha yake pia kukaa chini na wewe ukafundishwa. mm. Leo sijaja hapa nikiwa nimejiandaa ni kukemea pepo wala kufanya chochote <laughs> eh. Niko tayari kwa ajili ya jambo la kwanza kufurahi pamoja na mke wangu mpenzi, wow. Lakini jambo la pili nimejiandaa kula na kunywa, mm. baba mwangalizi ameniambia y kwamba kuna ng'ombe mzima ameanguka chini <laughs> lakini lingine tu nimejiandaa pia kucheza mziki, anasemaje? <laughs> Tumejiandaa kwa mambo mengi mm. mazuri mm. Tunaamini ya kwamba Mungu anaenda kutumia nafasi hii kutuhuisha mm. tena mm. na nitie moyo yeyote anayenitazama, muhubiri yoyote mzuri na mwalimu mzuri yoyote yule ni yule ambaye anapataga nafasi ya kukaa chini mm. na yeye akajifunza. Lakini zaidi ya yote, ili uweze kuwa mwandishi mzuri, uwe msomaji mzuri mm. ili uweze kuwa mwalimu mzuri, uwe mwanafunzi mzuri ili uweze kuwa mhubiri mzuri pia uwe msikilizaji mzuri. Kwa hiyo leo, pamoja na kwamba nimekuja kufurahi kula na kunywa, lakini pia nimekuja kutengeneza huduma yangu kwa upya mm. nitakavyokaa na kuona watu wanavyofundisha habari ya emotional intelligence na vitu mbalimbali kuhusiana na watu wa ndoa, kuna vitu vingi vinahuishwa ndani yangu amen. asante sana na mungu akubariki sana. niulize swali moja yeah. la kichokozi mm hivi vitu vimeandaliwa na WWK nye, kama CMF kuna kitu gani ambacho mnajifunza kwenye vitu kama hivi? Ah, WWK wanasema wao ni, ni jeshi kubwa <laughs> na sisi CMF tunasema sisi ni taifa kubwa. Sidhani kama kuna jeshi kubwa bila taifa kubwa. <laughs> Kwa hiyo wao wametuandalia kitu kizuri, tunawapongeza, lakini mm. moto wetu CMF mm. Ah, wao wenyewe watatushukuru baadaye. Mmejipanga pakubwa. Sisi nikavujisha tu siri ya kambi, lakini mambo makubwa yanakuja mbele, wao wakae mkao wa kutulia. A. na mambo mazito yanakuja, wanaume tunaga mambo mengi A. vikao vichache, kishindo chetu ni kikubwa, kwa hiyo wajipange, mambo mazito yana taifa kubwa. Sante. Ndio tumebeba wote neno moja kwa mchungaji, kwa rafiki yako na mume wako ambaye umetoka naye usiku leo, atatamani kusikia neno angalau zuri akaikumbukia siku hii kama ya kihistoria kwenye maisha yake na mimi nimetega sikio. Asante sana. Mimi neno moja hmm, ambalo naweza nikamwambia mume wangu mpenzi rafiki hmm, yangu, hmm, uh, mchongo wa karibu Acha bwana, ninakupenda, ninakuthamini, ninakuheshimu hmm, na siku zote itabaki kuwa hivyo. ah, asante sana, sana. Mungu awabariki na niwatakie kila la heri katika usiku wenu. Asante sana, Messi. Nafurahi kukuona. Amen. Na, Amen. na NYTV. Amen. Channel yetu pendwa. Asante sana, sana. Sisi tunaendelea kuzungumza na wanandoa couples tayari ambao wamekwisha kufika hapa ukumbini na nyuma yangu unaweza ukaona tayari ukumbi umeshaanza kupendeza, wanandoa wamekwisha kuanza kuwasili au kufika hapa kwa ajili ya kuja kupokea vile ambavyo wameandaliwa na niko na couples hapa, ndio natamani kufahamu wao ni akina nani, lakini pia ni vipi wamejipangaje usiku wa leo, wao wametoka kama wanandoa, watatokaje hapa, wasije wakatoka kama walivyokuja. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hongereni kwa kufika kwenye usiku mm. wenu wa ndoa, tunashukuru Mungu sana. Ni wakati mzuri, na kwa kweli tunaona ni siku ya upekee sana kwa mm. sababu matukio kama haya kutoka kwenye wakati kama huu wanandoa kukutana mazingira mazuri namna hii tuna mengi ambayo tutajifunza sana, mm, tuanze kabisa kwa kuwafahamu anaitwa nani, na tatuambia pia mrembo wako pembeni hapo, okay. Mi naitwa Pastor Sylvester John Maungu niko na beautiful wife here, anaitwa mm. Grace. Amen. Lucas, yes. Yes. Yeah. Hongereni sana, asante sana, nashukuru Mungu sana. Amen. Yeah. Tunatamani kufahamu kile ambacho mmekusudia haswa kukipata katika usiku huu wa wanandoa. Uh, kitu ambacho tume, tunachoamini kwamba tutakutana nacho hapa ni matengenezo ya ndoa za watu wengi sana mm. Na ninaamini kwamba hakuna ndoa ambayo inateleza yani, inakwenda Uh, vile vile kuna marekebisho mengi sana kwenye ndoa mm. Lakini kuna ambayo tunafanya vizuri, tunatamani tufanye vizuri zaidi mm. Kuna ambayo tunayajua, tunatamani tuyajue zaidi, na yale ambayo hatuyajui yanaweza kuwa ni mapya, tunatamani pia tuyafahamu mm. Kwa hiyo tunategemea tu jinsi tulivyokuja hatutaondoka kama jinsi tulivyokuja kutakuwa, mm. kuna, kuna jambo tofauti sana hata, mm. nikiwa niko na mke wangu jana nasema okay, ngoja twende tuone nini ambacho Mungu anakwenda kutuongezea kwenye hii ndoa yetu ambayo sasa tunakaribia miaka kama tisa hivi. Wow. Yes. Sana. Sana sana. Sana sana. Mchungaji, Bwana asifiwe sana, amina, mtu wa Mungu, tusikie na wewe kile ambacho umekikusudia, mama mchungaji, kuondoka nacho kwenye usiku huu wa ndoa. Kwanza kabisa nafurahi jamani, Mungu amelinda, nimepata neema kufika hapa. Ninaamini mm. nitajifunza mengi, maana hakunaga mwalimu wa ndoa ambao ame kwa hiyo naamini <laughs> kuna kitu kitaongezeka kwenye ndoa yetu mm. amina. Kwenye vitu kama hivi, wa wachungaji huwa ni mara nyingi ni adimu kwenu sana, pengine kupata wasaa kuweza kutoka kama hivi. Kwenu ni mara ya ngapi kuwa na mtoko kama huu? Na pengine kutoka kwenu, kuna vitu gani ambavyo mnavipata vya tofauti? Ni mara kadhaa, siwezi kuhesabu mara ngapi, lakini kila semina au kila makutano ya ndoa yanakuwa na mambo yake mapya sana. mm -hmm. Kwa hiyo sio jambo geni kwetu sisi kwenda kwenye karakana hizi za ndoa, lakini kila eneo unalokwenda kukutana na mwalimu mwingine, unakutana na watu wengine ambao hujakutana nao, unakutana na experience nyingine tofauti, sababu tunaamini kwamba Uh, kwenye kila kila mtu ana upekee wake kwenye ndoa. Hatuwezi kufanana, lakini kupitia walimu tofauti tofauti tunaweza kupata kitu kizuri sana. Mm. Yes. una neno gani pengine mamchungaji azungumzie hili kwa wale watu ambao wameona hakuna umuhimu pengine wa kushiriki kwenye vitu kama hivi? kwa kweli, kwa kweli ambao hawaoni umuhimu wa kushiriki vipindi kama hivi, Mungu awasaidie, wapi hiyo neema, wajue mafundisho kama haya ya ndoa ni mazuri, yanajenga, palipo ipobomoka wanazidi kuimarika. Kwa hiyo kwa ushauri ningeomba wawe wanafika, itawasaidia sana Amen. Mm. Mungu awabariki sana Amen. Mungu awabariki sana. Asante. Thank you. Mungu awabariki sana sana. Mm.